Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma kiongozi wetu, kipenzi chetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu wa Islam na kusieni pamoja na kuhisiana nafsi yangu kuna kukumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wa Islam, hotuba yangu ya leo tutazungumzia kuhusiana na kuwafanyia wema wazazi wetu wawili ambaye baba na mama. Mimi na wewe tumetoka sehemu mbalimbali. Tukija hapa kutafuta elimu lakini bado nguvu tunazihitaji kutoka kwa wazazi wetu. Hawa ndio ambao wameshika nguzo yetu, ndio wameshika ubujuni wetu sisi. Sasa natakiwa tufanyeje? Tuishi nao vipi? Ndio maana Allah subhanahu wa taala akasema, wawasaina linsana li biwalidain ihsani, tumemuhusia mwanadamu awafanyie mambo ambayo yalikuwa mazuri wazazi wake wawili. Kwa sababu gani? hamalatu ummuhu kuruhan wadaatuhu kuruhan, mama amekulea ndani ya tumbo lake kwa shida, ndio maana mimi na wewe. Ndipo tutapokuwa tupo nyumbani, wale mama wajawazito mara nyingi sana wasikia mara anataka udongo, mara anataka vichwa vya kuku, si mara anataka nini. Hii yote kutokana na nini? Na ule ujauzito ambao ulikuwa nao. Maana yake kuna aina mbalimbali na vitu mbalimbali anavitamani mbali, kwa ajili yako wewe, hali yako wewe, amekuweka katika tumbo lake kwaje. Ni kitu gani ambacho wewe unatakiwa kufanya? Ndugu zangu, lazima tuishi nao katika hali ambayo ilikuwa nzuri kama namna ambavyo walivyotoa maelekezo Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika moja ya mazungumzo, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud anasema siku moja nilimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayu al-a'mal al-ahabbu ila Allah, ni kazi gani? Ni amali gani? Ni vitendo gani ambavyo nikivifanya mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala zinakuwa ni vizuri Haya maneno aliongea nani? Abdullah ibn Mas'ud alichosema, alisema kumwambia, as-salatu ala waqtiha, ni mtu kuswali swala kwa wakati wake, akimaanisha kwamba ikifika swala dhuhuri <coughs> unaswali kwa wakati wake, ikifika alasiri la unaswali kwa wakati wake, ikifika magharibi unaswali kwa wakati wake. Abdullah ibn Mas'ud akaendelea kumuuliza, thumma ay, kisha amali gani nzuri mbele ya Allah ni nikifanya Allah taipenda, ataipenda. Akasema albirrul walidain al, ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Ndugu yangu Mwislamu, unaona hadhi na heshima ambayo aliyokuwa nayo baba na mama. Mtume baada ya kuizungumza swala kada ya kuzungumza kuwafanyia wema wazazi wawili we, pia ukiangalia katika Al Qurani Allah anasemaje Waqada rabuka anla tabudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan, Allah amehukumu kuwa siabudio mtu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa taala. Alafu akasema wa bil walidayni ihsan, na wazazi wawili tuwafanyie kitu ambacho chukua kizuri. Bado baba na mama wana heshima yao mbele ya Allah subhanahu wa taala, lazima tuishi nao katika maisha ambayo yalikuwa mazuri, lazima tukae nao katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Tukifanya hivyo itakuwa ni moja ya mambo ambayo yatatuingiza ya sisi peponi. Moja ya masahaba pia alimuuliza Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, kunako mtu akifanya amali itakuwa ni pesi kwake kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wataala. Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam alimwambia, assalatin ala waqtiha, ni mtu kuswali sala katika wakati wake. Na sisi tunafahamu Allah alishatwambia katika Quran inna, inna salatan kanat ala lmuminina kitaban mawquta Manake swala ina muda wake maalum. Manake ninapofika swala moja kwa moja toka mimi, na tufanyaje? Tuswali. Ndio maana akasema ni kuswali swala katika wakati wake. Kisha akasema ni kazi gani nyingine nyepesi ambayo kusababisha wewe ingie katika pepo ya Allah? Akamwambia albirrul walidain, ni wakufanyia wema wazazi wako ambao ni baba na mama. Ndugu yangu Muislamu, haya ndio mazingira ambayo tunaishi mimi na wewe. Lazima tujitahidi tuishi katika maisha ambayo Allah subhanahu wa taala anayapenda. Utapoitwa kuwa wewe ni kijana wa mwaka elfu mbili, maanake umezaliwa mwaka elfu mbili au ni binti wa mwaka elfu mbili, tutofautiane na maneno ambayo wenye kuzungumza huko nje ikionekana kuwa vijana wa mwaka elfu mbili, maanake ni vijana wa haribifu, ni vijana ambayo wenye kufanya mambo ambayo yasiyokuwa mazuri. Sasa wewe kuwa ni mfano wa kuigwa, uwe ni mfano wa kufanyaje, wa kuigwa utakuwa ni mfano wa kuiga kivipi? Ni pale ambapo wewe utakuwa ni mwenye kusimamisha swala tano, utakuwa wewe ni mwenye kuishi na watu katika mazingira ya ambayo yalikuwa mazuri, utakuwa ni wewe mwenye kuishi vizuri na baba yako na mama yako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika moja ya mazungumzo anasema amepata hasara, amepata hasara mtu. hasara gani ambayo ameipata? bai adraka abiwaid, mtu ambaye mwenye kuishi na wazazi wake wawili, wala yadkhulul janna mtu huyo akawa ajaingia kapata sawa. Sasa mimi na wewe. Baadhi yetu na ambao mama zetu bado wapo, baadhi yetu mama zetu bado wapo. Kwa nini tusiishi nao katika maisha ambayo yalikuwa mazuri? Lazima tujitahidi, ilazimishe nafsi yako uangalie Wan, kama kuna makosa aina yoyote ambayo ni mkosea baba na mama, rejea nyuma, wale ni wazazi, wale ni wazazi unaweza ukaikaa ukawaambia kuhusiana na Uislamu, Uislamu unataka nini kwao, ukawaambia na wakafata, kutokana na mambo ambayo wewe utakaoomba kwao, na ukapiga goti kuomba msamaha na wakakusamehe, ili usije miongoni mwa watu ambao wenye kosa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu angalia, aya nyingi sana ukiangalia, Mtume Muhammad sallallahu Rasul alaihi wasallam akizungumza katika hadithi nyingi sana, zinazungumzia kuhusiana na nini na wazazi wa wao. Lakini leo hii vijana tumekuwa na sifa mbaya. Mama anakuambia kitu, anambia ah hayo ambayo unayafanya ilikuwa ni wakati wenu. Baba anakuambia kitu sema hapana. Wewe umeutumia ujana wako katika mambo yako, sasa hizi umekuwa mzee na mimi kijana niache nifanye mambo yangu katika ujana wangu. Ndugu yangu Muislamu, ni hasara. Ni hasara ambayo ilikuwa kubwa. Msikilize baba anazungumza nini? Msikilize mama anazungumza nini? Mama anakuamrisha nini? Baba anakuamrisha nini? Ukifanya hivyo, wallahi utakuwa katika sehemu ambayo ilikuwa nzuri. Tuangalie mfano miongoni mwa wale ambao walikuwa kienda kinyume, mathalan, baba anamwamrisha yale ambao siyoyapenda, alafu mtoto anataka kufanya mambo ambayo anayafanya ambayo Allah subhanahu wa taala anayapenda. Baba yetu Ibrahim alaihi ssalam, kisa kirefu sana. Nabii Ibrahim alaihi ssalam, madha hasal, kitu gani kilipatikanika? Au kitu gani ambacho tunajifunza kwake kwa baba yake Azar, baba yake Azar alikuwa na jengo kubwa sana la kifahari. Ndani ya jengo lile amejenga masanamu, alafu anamwambia nabii Ibrahim alayhi salamu awe miongoni mwa watu kufanyaje, mwenye kuyaabudu masanamu. Lakini alifanyaje? Alikuwa anajiepusha naye masanamu, anamwambia baba, la hiyo ibada ni ya kwako na mimi ibada ni ya kwangu. Mwisho wa siku akafanyaje? Akavunja masanamu yote, akachukua ile shoka, alafu akaweka ile sanamu mkubwa, akauliza man, man fa'ala hadha bi alihati, nani ambaye amevunja masanamu haya? Watu wasema tunasikia kuna kijana ambaye anaitwa Ibrahim alayhi salam, huenda huyu ndio ambayo amefanya. Nabi Ibrahim anakamatwa, anaulizwa: vipi wewe ndio umefanya haya? Anasema isalu, muulize kama anaweza kutamka, anaweza kuzungumza, nani ambao alivunja masana haya. Ibrahim kakataa kufuata ile mapendekezo ambayo aliamrishwa na nani, na baba yake. Sababu gani? yalikuwa kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah katika Qur'ani pale nabi Luqman alayhi salam alivyokuwa akimwambia mwanae wa in jahadaka an tushrika bihi ma laisa laka bihi ilmun fala tutiuhuma, kama wazazi watakuamrisha ufanye mambo ambayo Allah subhanahu wa taala hayapendi, usiwatii wazazi wako. Kwa hiyo baba mama anapokuambia yale mambo, lazima uyachuje, uyangalie, je, haya yanaendana kutokana na amri ya Allah subhanahu wa taala? Je, haya ni katika mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam ambayo aliyafundisha endapo utapona kuwa yapo tayari au yapo karibu na maamrisho ya Allah subhanahu wa taala, lazima ujitahidi kuyafata, lazima uwe karibu na hayo mambo, kwa sababu ukiyafanya ni moja ya kufanya maelekezo au kufuata maelekezo ya wazazi wako wawili. Ndio maana katika kuzidisha, katika Qurani Allah anasema waabudu llah, tumwabudu Allah subhanahu wa taala, wala tushriku bihi shay'an, wala tusimshirikishe Allah kwa kitu chochote, wa bilwalidaini ihsana wazazi wawiki afanyie mambo ambayo alikuwa ni mazuri. Baba amerudi anakutuma mwanaye kanifanyie kazi hii hapa na hii hapa. Ah, baba mimi siendi. Mio kazi mimi siwezi nikaifanya. Ndugu yangu Muislamu, huyo ni baba yako au mama yako anataka kukuagiza kazi, kanenda kwa mzee fulani au kwa mtu fulani kaniletee kitu fulani. Wewe hautaki, asema mama mimi siendi. Baba mimi siendi. La, Qur'ani imetukataza. Akasema wala takulahuma ufin, wala usiwaambie la wala tanahuhuma wala usikatae, wakul lahuma kaula almaruf, yani wazazi wanapokuamrisha katika jambo basi jitahidi lile jambo endapo napokuwa katika mazingira ya toaya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mazingira ambayo inampendezesha Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidi kuyafanya. Usijitahidi kukataa katika makatazo ambayo unaona kuwa hili halipo kinyume na mazingira ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukakataa. Hapana, utakuwa mwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tiani ameshatuambia kuwe tuwe karibu tuwe karibu na wazazi wawili gamuislamu siku moja, katika miongoni mwa hadithi ambayo aliyepokelea aliyepokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu alisema, jaa rajul ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu siku moja kwa mtume mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alivyofika pale akasema, ya rasulullah e hey, mjumbe wa Allah, man ahaqqu Bil ihsan, yani ni nani, ni mtu gani? Man ahaqqu nasi yuhsinu suhubati, ni mtu gani ambao mimi naweza nikaa niko pamoja naye? Ni mtu gani ambao mimi kama mimi muda wote wakati wote niwe ni mtu ambaye mwenye kutekeleza yale ambayo ananiambia, niwe ni mtu ambaye mwenye kuwa karibu naye katika mazungumzo yake? Alichomjibu mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia, ummuk, mama yako. Ndugu yangu Uislamu, hawa ndio wazazi wetu wawili ambao sisi mimi na wewe tunaishi hali ya kuwa tukiwa tuna wazazi wetu wawili. Wewe unaishi katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri, lakini unamsahau mama, mama yako unamsahau baba yako. Unavaa nguo zilizokuwa nzuri, unamsahau mama yako unamsahau baba yako. Wallahi thumma wallah, mama yako ukimpa shilingi 5000 ukimtumia shilingi 10000 wallahi anaridhika na nakuombea dua. Lakini leo hii tumekuwa ni miongoni mwa watu ambao wenye kusahau fadhila za kuwajali wazazi wetu tumekuwa ni miongoni mwa watu ambao wenye kusahau yale ambayo walitufanyia wazazi wetu. Ndugu yangu Islam, fahamu hapo ulipo, umefikia paka chuo kikuu, umeanzia katika daraja gani? Manzila gani? Umeanzia raudha chekechea, umekuja shule ya msingi, umekuja sekondari olevo, paka uko chuo kikuu. Nani ambaye alikuwa yuko pamoja na wewe? Alaisa ummuka, alaisa abuka? Sio mama yako au sio baba yako ambaye alikuwa pamoja na wewe? Leo hii miongoni mwetu tukipata na matatizo mbalimbali tunapiga mbali simu kumwambia baba nimeishiwa na matumizi, baba anakutumia. Lakini bil asaf shadid, unasoma unamaliza. Baada ya kumaliza masomo yako na unarudi, unapata ajira, baba yako unamsahau, mama yako unamsahau. Unakuta tena baba yako anaikaa katika nyumba ya majani wao anaikaa katika nyumba ambayo ilikuwa nzuri hata kumwekea bati. Baba yako unashinda unakula milo minne mpaka waswahili wanasema mboga, mboga saba lakini mama yako na baba yako ni milo miili, maanake mchana na usiku. Hawajui chai namna ambavyo ilivyo, wakati mwingine hata chakula cha mchana kinamshinda, lakini wewe sehemu ambapo ulipo unayasahau ya wazazi wako. Ndugu yangu Muislamu, tunakwenda wapi? Tunakwenda wapi? Is'al nafsaki, iulize nafsi yako. Maanake wewe hapo ulipo nafsi yako unajua namna gani unavyoishi na wazazi wako. Mimi naijua namna namna, namna ambavyo ninavyoishi na wazazi wangu, na wewe pia unajua namna gani ambavyo unavyoishi na wazazi wako kama ni kinyume na namna ambavyo unavyofanya, basi badilika, rejea kuwa karibu nao, ufanye mambo ambayo yatakuwa ni mazuri mbele ya Allah subhanahu wa taala. Wallahi thumma wallahi, unapotoa pesa kumpa wazazi wako, kumpa baba au mama, unaandikiwa ujira mbele ya Allah subhanahu wa taala, unaandikiwa thawabu nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa taala. Kwa sababu gani? Umetoa kuwasaidia wazazi wako. Lakini leo hii tumekuwa tofauti na namna ambavyo ulivyo. Haya ndio maisha ambayo tunaishi na mimi na wewe, lazima tunahitaji pepo ya Allah subhanahu wa taala. Tunapokuwa hatuishi vizuri na wazazi wetu, tutakuwa katika mazingira gani? Jadidu amfusana, tuzibadilishe nafsi zetu zianze upya. Kama kuna mapungufu ambayo yoko kati yako wewe na wazazi wako, basi leo hii kuanzia sasa hivi, anza upya kuwa karibu na wazazi wako, wafanyie mambo mazuri wazazi wako. Wallahi utapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ujue thamani, ujue thamani ya kuishi vizuri na wazazi wako wawili, angalia kisa cha si hawa watu wapangwa, walikuwa ni watu watatu ashabul khara al khiran. Hawa walikuwa katika miongoni mwa safari, wametembea katika safari yao, wakafika sehemu, wakasema hii sehemu nitakiwa tupumzike, wakaingia chini ya pango kwa uwezo wa Allah subhana wa ta'ala, na mapenzi yake, kwa sababu Allah alitaka liwe na likao lile, pango likajifunika maana yake likawafunika, kwa hawaoni jua wala hawaoni mwanga wa aina yoyote, wapo katika kiza. Kila mmoja anabaki anaililia nafsi yake, tutatokaje katika hili pango? Sisi tutakuwa ni miongoni watu wenye kufa humu na hakuna mtu ambaye atakayejua, sema bote kwa kufa miongoni mwao. Akasema kila mmoja akumbuke mazuri ambayo aliyafanya duniani, kila mmoja akumbuke mazuri ambayo aliyafanya duniani. Akaanza kuzungumza mmoja baada ya mmoja kutokana na mazuri ambayo aliyafanya. Akatokea mmoja miongoni mwao kasema, e Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nilikuwa ni mchungaji na familia yangu na watoto wangu na mke wangu, siku zote huwa nilikuwa nikienda malishoni kuwachunga wazazi, kwa wachunga wanyama wangu na kamua maziwa yale maziwa nikishayakamua na rudi nao nyumbani nayagawa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza naanza kwa wazazi wangu wawili, ninawapa maziwa wanakunywa, wakishakunywa maziwa alafu mimi ndo napelekea familia yangu, na wao wanakunywa. Haya ndio maisha ambayo mnidiishi, lakini moja ya siku nilirudi, katika masaa ambayo nimerudi mimi nimerudi nikawakuta baba na mama wamelala, na hali ya kuwa baba na mama wote ni wazee, ni wakongwe manake. umri wao ni mkubwa nikashindwa kuamsha kutoka katika usingizi wao, hali ya kuwa mke wangu na watoto wangu na wao pia wanahitajia maziwa, lakini mimi nilisimama katika mlango wa baba na mama, si kutoka sehemu ile na maziwa yangu nikiwasubiria wazee. Wazee hao walilala mpaka ilivyofika wakati wa alfajir wakawa wameamka, walivyoamka mimi nikawa nimewapa maziwa wakawa wamekunywa. E Allah, kama nilifanya mambo haya kwa kutaka radhi zako, ewe Allah, nilifanya mambo haya mazuri kwa wazazi wangu wa wawili kwa kutaka radhi zako ewe Allah. E Allah, tutoe katika maangamizo ambayo tulikuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala akawa amelinua lile pango, wale wote wakawa wamefanyaje? Wakawa wametoka katika lile pango. Tunaona thamani namna ambavyo ilivyokuwa nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, nakuhusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, tujitahidi tuwe miongoni mwa watu ambao

Hotuba yetu ya kwanza tulikuwa tukizungumza kuhusiana na kuwafanyia wema wazazi wetu wawili. Pia hotuba yetu ya pili bado itakuwa ni mwendelezo huo huo wa kuhusiana na wazazi wetu wawili. Ndugu yangu Muislamu, baba na mama ni kiungo muhimu ambacho mimi na wewe, muda wote wakati wote inatakiwa tuwe nao, muda wote wakati wote natakiwa tuwasaidie, muda wote wakati wote anapokuwa na matatizo yoyote, basi jitahidi wewe kusimamia na na kuwatatulia yale matatizo ambayo walikuwa nayo kutokana na uwezo ambao walikuwa nao. Ndugu yangu Muislamu, baba na mama ni watu ambao wenye heshima kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muangalie mfano Nabii Nuhu alayhi salam, ndio ujue uchungu wa mama, mchungu wa mwana namna ambavyo ulivyo. Nabii Nuhu baada ya kutengeneza ile safina, ile safina baada ya kutengamaa, Nuhu anamwambia mwanae, panda tuondoke katika safari hii. Akamwambia, aa, baba wewe nenda bwana. Mimi sina mpango na wewe. Mimi na mambo yangu, wewe una mambo yako. Akaambiwa na kijana njoo, twende, akasema hapana, mimi bwana nitatafuta sehemu ambayo maji hayatonifika wala siwezi kuhangaika na wala siwezi kufariki. Lakini anaambia la asma, leo hakuna hifadhi aina yoyote. Lakini bado Nabii Nuh alayhi salam anamlilia mwanawe ili awe miongoni mwa watu ambao kupanda ile jahazi. Lakini kwa sababu gani? Mwanawe alikuwa ni mwasi, mwisho wa siku akawa ni miongoni mwa wafanyaji wakuangamia kuangalia, wewe namna ambavyo mama na baba wanavyokuthamini wewe. Utafanya kosa la aina yoyote, utafanya ubaya wa aina yoyote kwa baba na mama, lakini mwisho wa siku ukienda kuomba msamaha wao wanakaa chini na wanakuhurumia sa je we, wewe umeshalifikiria hilo swala na kuona namna gani ambavyo unaweza kuishi pamoja nao? Tuangalie katika miongoni mwa haki za wazazi wetu wawili moja. Katika haki za wazazi wetu wawili, moja, ataaminu taam wadawau lahuma kuwasaidia chakula na kuwasaidia dawa pale ambapo wanapokuwa wanaumwa. Baba akakwambia anaumwa, mama akakwambia anaumwa, uwezo wa kununua dawa hawana, wewe uwezo unao wanunulie dawa. hawana chakula wewe una chakula, fanya desturi yako kuwanunulia kilo ishirini na tano za unga, wanunulie mchele, weke ndani. Hiyo ni miongoni katika haki za wazazi wawili. Haki ya pili katika miongoni mwa haki za wazazi wawili, ijabati da'watuhuma wa ta'atu amrahum, ni kuitikia wito wao. Unaitwa na baba au unaitwa na mama, mwanangu njo, upo Dar es Salaam yupo Morogoro, uko Morogoro au upo Dar es Salaam au uko mkoa ina yoyote akakuita, mwanangu njo, itikia wito, ni katika haki za wazazi wawili. Alafu kishaitikia wito, yasikilize yale ambayo wanaongea. Kama endapo utakuwa na dharura ya kikazi, mwambie mzazi anaelewa utapomfahamisha, yuko radhi kusikiliza na kumwahidi siku ambayo utakapoenda. Unaenda unasikiliza mambo gani ambayo anakuambia wazazi wako wawili hii ni miongoni katika haki za wazazi. Ya tatu, khidmatu huma bi ujuhil khidma, kuwatumikia kuwatumikia wazazi wawili. Wallahi bil asaf shadid, Allah katujalia mambo mengi sana, minna min, katika miongoni mwa sisi kuna ambao ni wagonjwa, kuna ambao ni wazima. Utakuta mzazi Allah kampa zawadi ya ugonjwa, ugonjwa ambao alikuwa nao la yurja hatan, yani unafua ina yote, hana sehemu, ambapo alipo anajisaidia hapo hapo. Unaambiwa, leo ni zamu yako ya kwenda kumsafisha baba yako. Ah, mimi niende kumsafisha baba yangu? Nianzie wapi? Kwani mke wake si yupo bwana. Hayo ndio mazungumzo vijana tunaongea, baba anajisaidia hapo hapo mama anajisaidia hapo hapo, bintu nandio ukamsafishe msa, uka mama yako sema mi siendi, kwani mama yake mdogo siyupo, mdogo wake siyupo, shangazi yake siyupo, mama yake siyupo, mi sina muda wa kwenda. Ndugu yangu Muislamu, tunakwenda wapi? Khidma kwa wazazi wetu wawili ni miongoni katika haki ambazo mimi na wewe nitakiwa tuzifanye kwa wazazi wetu wawili. Sisi miongoni mwetu tunajua tulioguza wazazi wetu mpaka wengine wazazi wetu nafia wanachukuliwa na malakul maut, unaambia leo ni zamu yako, akwenda kulala na babu yako hospitali, nasema mimi siendi, mchukueni mtu fulani, mimi nende nikafanye nini? Ndugu yangu Muislamu, usifanye hivyo. Unapoenda kulala na mzazi wako, kumsaidia mzazi wako katika hospitali, wallahi unapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tumekuja hapa duniani, lazima tufanye yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kama tumeambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa hadithi anasema, aljannatu tahta aqdami ummahatikum, pepo iko chini ya radhi za wazazi wenu wawi. Inakuwaje wewe mzazi wako anakuamrisha, anakutuma, unatakiwa mtumikie wewe, lakini hautaki, unakaa mbali na mzazi wako, watakuwa mgeni wa nani mbele wa ya wana, mwasi, Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa wewe unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima tuwe karibu na wazazi wetu wawingi wa Islam katika jambo la nne anasema mahabbati ma tuhibbu li nafsi yani, an tuhibba walidayka ma tuhibbu li nafsi, uyampende au wapende wazazi wako wawili kwa kile ambacho unachokipenda na nafsi yako. Unakula vizuri, unaishi vizuri, lakini mama kila siku ni maharage ya mchana, maharage usiku, maharage kesho, maharage wiki nzima maharage, lakini unabadilisha mboga, unakula unachokitaka, hata siku moja hautaki kumfikiria mzazi wako. Ndugu yangu Muislamu, haya sio katika mapenzi. Katika mapenzi umpendelee au wapendelee wazazi wako kama kile ambacho unachokipendelea katika nafsi yako. Hata miongoni mwa siku, kama una uwezo uko karibu na wazazi wako au umeenda kuwatembelea wazazi wako, mwambie mke mke mke wako, mke wangu naomba leo apikie pilau wazazi wangu wawili, mke wangu naomba naomba leo apikie biriani wazazi wawili baba na mama. Wale vitu vizuri wengine hawavifahamu wazazi wetu ambao wako vijijini mikoani ila wewe ku mjini unavifahamu na unavitumia. Utaporudi nyumbani, fanya kama vile mfano uwakirimu. Hayo ndio katika miongoni mwa nini, mwa mapenzi ya kupenda kile ambacho tunachopenda nafsi yako, pia wapendelee watu wengine. Pia katika fadhila za kuwafanyia wazazi wako wawili, miongoni mwao, anyaalu shanahu fi dunya wayuthibu dhikrahu beina an-nas, jambo lako linakuwa ni nzuri mbele ya Allah subhanahu wataala am. pale ambapo unapokuwa unawafanyia wazazi wako wawili wallahi, hata mtaani utasikia majirani ah, watoto wa mama fulani au ah, watoto wa baba fulani, wallahi wanajitahidi kuwakarimu wazazi wao. Hii ndio Uislamu unatutaka sisi, sio watu majirani anasema watoto wa baba fulani, mama, ah, mama yao kila, kila, kila siku anashinda na jana lala na njaa wala huwajali hata kuwajali. La, sio tubadilike, tuwe ni miongoni mwa watu ambao wenye kuwasaidia tukiwasaidia wale majirani wanatuzungumza katika maneno ambayo yaliyokuwa mazuri. Pia katika miongoni mwa hayo katika fadhila za watu wasifanyia wazazi wako wawili, yubarikullahu lahu fi umrihi wa rizqihi. Allah anakubariki katika riziki, anakufanyia wepesi. Ukimpa mzazi wako pesa, nakuombea dua, Allah amfanye wepesi kijana. Pia Allah anatia baraka katika umri wako. Sababu gani? uko pamoja na wazazi wako pia katika fadila za kuwafanyia wa wema wazazi wawili takfiru sayyiati, unasamehewa madhambi, unasamehewa madhambi pale ambapo anapokuwa karibu na wazazi wako wawili. Pia katika jambo lingine la kuwafanyia wazazi wako wawili anasema an Allah, nasema anna Allah subhanahu wa ta'ala, jaradil walidayni maqruna bi tawhid wa ibadatihi, kuwafanyia wa wema wazazi wawili liko karibu na tauhid na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika tauhid ni katika ibada pale ambapo unapokuwa kwa karibu na wazazi wako wawili. Kwa sababu gani? Kwa sababu unafanya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda. Ndio maana narejea, Allah alisema wa qada rabbuka alla tabudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Allah akaanzia yeye ya nafsi yake kisha kaamalizia kwa wazazi wetu wawili. Ndugu Waislamu, kuwa karibu na wazazi wawili, jipendekeze hili tupate mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala.